Jeshi la polisi mkoani Morogoro linamshikilia Jackson Katabi mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa Kaporo wilaya ya Kilombero kwa tuhuma za kumuua George Magnus kufuatia ugomvi wa deni la shilingi elfu moja. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoani hapa kamishna msaidizi mwandamizi Alex Mkama akizungumza na wanahabari, tukio hilo limetokea usiku wa Machi ishirini na nane elfu mbili na ishirini na tano. Chanzo cha ugomvi huo ni marehemu kukaidi kulipa kiasi hicho cha fedha. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limemkamata kijana mmoja anaitwa Jackson Nestor Katabi, yeye ana umri miaka thelathini, ni mkulima mkazi wa Kaporo kwa kosa la au kwa tuhuma za kumuua mwenzie, ni kijana mwenzie George Magnus Kayega, miaka thelathini, mkulima na mkazi wa Kaporo. Hizi tukio limetokea Machi ishirini na nane mwezi wa tatu mwaka huu usiku katika kitongoji cha Kaporo kata ya Kibaoni, wilaya ya Kilombero ambapo kulitokea ugomvi ugomvi kati ya marehemu na mtuhumiwa. Chanzo cha ugomvi huo ilielezwa kwamba mtuhumiwa alikuwa anamdai marehemu uh, pesa kiasi cha shilingi elfu moja. Marehemu alipotakiwa kurudisha pesa alikataa, na ndipo ugomvi ulitokea baina yao, na katika ugomvi huo marehemu alipata jeraha dogo kichwani na kupatiwa huduma ya kwanza kwenye zahanati iitwayo Kaporo Health Service na kuruhusiwa kurudi nyumbani lakini akiwa njiani alianguka na kupoteza maisha. msingi mtuhumiwa amekamatwa na hatua zingine za kiuchunguzi zinaendelea kusudi aweze kufikishwa kwenye mkondo sahihi wa kisheria. Nikiripoti kutoka mkoa wa Morogoro, mimi ni Jackson John.